Kwa hiyo papa hata kama atatoka Irani, Iraki, Somalia, Saudi Arabia bado ataongoza kanisa Katoliki kwa utaratibu ule ule uliowekwa. Hakuna papa duniani anaweza kuongozwa na utamaduni sela za nchi ya asili alikotoka, na akifanya hayo anakuwa si papa tena, ameasi kanisa. Na kwa kuwa wanajua hilo, hofu inatoka wapi? Kanisa Katoliki linaongozwa na nguzo kubwa tatu, linaongozwa na mihimili mikuu mitatu. Muhimili wa kwanza ni neno la Mungu, Bibilia. Kwa hiyo papa yoyote, askofu, padre, frateri, shemasi, kardinali akipingana na Bibilia hii akafundisha mambo kinyume na Bibilia hii, ameasi kanisa. Ndio nguzo ya kwanza. Na kwa kuzingatia nguzo namba moja. Ndio maana wakatoliki dunia nzima kuna mambo wamekatazwa na hakuna papa mwenye uwezo wa kuyaruhusu. Kwa mfano utoaji wa mimi. Kwa ishara ya msalaba tuokoe, e Bwana. Mungu akubariki, karibu Haradali Media, karibu Haradali TV imani ndogo ina tosha. Naitwa Damian Moses Kakalala siku nyingi chimemena magono ya mahele ni tegemee Mungu mwana wa parochi Palilambi Ndimbo. Hapa ni Haradali Media. Hapa ni sehemu maalum kwa ajili ya kujibu hoja maswali, lakini pia kufundisha usahihi wa Biblia na imani yetu tuliyonayo wa Kristo leo tunajibu hoja na mashaka ya baadhi ya watu, wameleta mashaka, wanasema papa ni Marekani, papa mpya wa sasa ni raia wa Marekani kwa asili, na Marekani ni taifa kubwa lina nguvu duniani ya kidola, lina mabavu. Hivi papa akiamua kuungana na rais wake wa Marekani mambo yatakuwaje? Maana Marekani yenyewe kama nchi ina nguvu sasa, ikiongezewa na nguvu ya papa itakuwaje? Hii ni hofu ya baadhi ya wanaharakati, baadhi ya watu ambao wamenipigia simu, wengine wanalalamika katika mitandao ya kijamii kwamba imekuwaje, tunapata papa Marekani? Ni papa wa kwanza laia kutoka Amerika. Hapa ni Haradali Media, ka upate faida. Jambo la kwanza, kanisa Katoliki haliongozwi na Marekani, Italia, Vatican, Israel wala Tanzania. Kwa hiyo papa hata kama hatatoka Irani, Iraki, Somalia, Saudi Arabia, bado ataongoza kanisa Katoliki kwa utaratibu ule ule uliowekwa. Hakuna papa duniani anaweza kuongozwa na utamaduni, sera za nchi ya asili alikotoka, na akifanya hayo anakuwa si papa tena, ameasi kanisa. Na kwa kuwa wanajua hilo, hofu inatoka wapi hasa? Leo nakupa faida kwa wale ambao hamfahamu taratibu na wala hamlijui kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki linaongozwa na nguzo kubwa tatu, linaongozwa na mihimili mikuu mitatu. Muhimili wa kwanza ni neno la Mungu, Biblia. Kwa hiyo papa yoyote, askofu, padre, frateri, shemasi, kardinali akipingana na Biblia hii akafundisha mambo kinyume na Biblia hii ameasi kanisa. Ndio nguzo ya kwanza, na kwa kuzingatia nguzo namba moja ndio maana Wakatoliki dunia nzima kuna mambo wamekatazwa na hakuna papa mwenye uwezo wa kuyaruhusu. Kwa mfano utoaji wa mimba, Biblia inakataza usagaji, ulawiti, ndoa za jinsia moja, kupanga uzazi kwa njia ya kisayansi. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yamekatazwa na hakuna padre askofu kardinali wala papa mwenye uwezo wa kutamka kwamba kuanzia leo, wakatoliki muoane wanaume kwa wanaume, muoane wanawake kwa wanawake, kutoa mimba mmeruhusiwa, kusagana mmeruhusiwa. Haya ni mambo ambayo hayawezi kuruhusiwa na mtu mm. yoyote. Kwa hiyo, ingawa katika baadhi ya majimbo ya Marekani na baadhi ya nchi zimeruhusu wanaume kuoana wanawake kuoana, zimeruhusu utoaji mimba, Papa hata kama akitoka jimbo hilo, atasimamia nguzo ya kwanza, Biblia hataruhusu hatatambua na atakemea. Nguzo ya pili ni mapokeo matakatifu. Mapokeo matakatifu ni yale mambo ambayo yalifanywa na mitume, mafundisho yaliyofanywa na mitume, matendo yaliyofanya mitume ambayo mengine hayajaandikwa katika Biblia, lakini kanisa limeyapokea kwa maana watu waliyaona, watu walishuhudia. Hayo ndio mapokeo matakatifu. Upapa yoyote akija, anaangalia katika mapokeo matakatifu, kuna mafundisho hayo katika mapokeo matakatifu, kuna maelezo hayo? Kama hamna, wewe umeyatoa wapi? aliyapokea nani ya kuruhusu wanaume tuoane? Yaani, mimi hapa na midevu yangu niitwe bebi na mwanaume mwenzangu? Ni aibu ya mwaka, ni dhambi mpaka shetani anawashangaa wanadamu wanaowana wanaume kwa wana, wanaume wana, wana, wana. Jambo la tatu, mamlaka fundishi, mamlaka funzi, mamlaka ya hierarkia. Manake Papa anapoongoza lazima afuate mamlaka ya hiarakia ambayo yeye hayuko peke yake, na ndio maana wanaomchagua papa ni makadinali wote wenye sifa za kuchagua kwa wakati huo. Manake hawezi akafanya kitu kinyume na wenzake, watamuuliza kuwa papa, hakuna maana ana mamlaka ya kufanya lolote, kutangaza lolote, kuamua lolote. Hana mamlaka hayo. Yeye ni msimamizi namba moja hapa duniani, kiongozi namba moja. Hamwezi wote kuwa mapapa. Na ndio maana hata huyu papa aliyechaguliwa sasa alikuwa anaongoza idara ya kumshauri papa aliyekufa. Tanzania, nani anafaa kuwa askofu? Kenya, nani anafaa kuwa kardinali? Uganda, nani anafaa kuwa askofu? Kwa maana papa hafanyi mambo yote yeye, kuna idara, kuna kamati pale Vatikani ambazo zinafanya kazi chini yake na yeye anafanya kazi chini ya hizo kamati, kwa hawezi tu akaamka watu asubuhi akasema, kuanzia kesho mwanamke awe padri. Ataulizwa kwa haya gani? Umekaa na nani? Hayo hofu ipo kwa baadhi ya watu ambao wameasirika na Marekani hususani maadui zao. Sasa ile hofu wanaileta kwenye kanisa, kwa sababu hata ndani ya kanisa tuna maadui ndani na nje ya kanisa, kwanaleta hofu ili angalau kutikisa muhimili, kitu ambacho hakiwezekani. Kanisa Katoliki linaongozwa na mihimili mikubwa mitatu, na papa hata kama akitoka India hawezi akasema tu, kuanzia leo kila Mkatoliki lazima ale pilipili, kwa kuwa India pilipili ni sehemu ya maisha, ah, tutakula. Kwa hiyali wewe, fata neno la Mungu, mapokeo matakatifu na mamlaka funzi. Lazima ukae na wenzako katika mamlaka kwa ajili ya kushauriana kujadiliana hata maaskofu wetu huko Afrika Tanzania, wana idara idara ya kichungaji, idara ya walei na kadhalika. kou kuna mambo hawezi tu askofu akasimama na kutangaza. Ndio maana tuna msemaji wa maaskofu ambaye anapewa na maaskofu kaseme hiki baada ya kujadiliana, kupitisha na kujilizisha tunapata faida ya mwisho leo kwa kuangalia mambo ambayo yanamfanya eh, eh, Mkatoliki aujulikane kwamba huyu Mkatoliki ni mambo gani yanamtambulisha mtu kwamba huyu ni Mkatoliki. Kuvaa rozari, kuvaa msalaba sio tiketi ya kuwa Mkatoliki. Kuna mambo makubwa matatu yanayokutambulisha kwamba huyu ni Mkatoliki, ukiyakosa hayo we sio Mkatoliki, we utakuwa Mkristo wa madhehebu mengine. La kwanza, kanuni ya imani ile fupi au ile ndefu, lazima Mkatoliki ajue kusali kanuni ya imani. Na sadiki uijue, kwa sababu yote unayoyasadiki kwenye kanisa Katoliki yamewekwa kwenye sala hiyo. yana sadiki kwa unaposali, na sadiki manake una akili yote. Sasa kama wewe unajiita Mkatoliki alafu haujui kanuni ya imani, wewe sio Mkatoliki. nani yako muulize anajua kusali kanuni ya imani, na kuna wataalamu kazi yao kufatisha nyuma nyuma kwa mnasali wengi, nasadiki Mungu mwenyewe mwenye mwenyezi eh, mumba mbingu nje eh, eh kuzimpia Pilato, yaani anakuja nyuma nyuma kama fisi anavizia mfupa. Yeye mwenyewe ukimwacha peke yake hawezi, ni sawa na sisi mashabiki wa mpira wengi Tanzania, ah, tujui Mungu ibariki ule wimbo ukipigwa kwenye kubariki Afrika unabariki Tanzania, kwenye Tanzania unambariki mkeo, yaani hatujui wimbo wa taifa. Ningekuwa na mamlaka ya kumshauri rais, ningemwomba siku moja atoe oda kila mtumishi wa serikali akaimbe wimbo wa taifa mbele ya bosi wake, akishindwa kazi hana, na mabosi wote nao wakaimbe wimbo wa taifa mbele ya mabosi zao, wakishindwa nyumbani Mwisho kabisa wangemaliza mawaziri wote kuimba mbele ya rais. Kuna mawaziri wa wajumbe wa taifa nao wakishindwa nyumbani. Na hapa nitoe wito kwa maparoko, makatekista, siku moja mnaamua tu tangazo. E, kuanzia leo ukija ofisi ya padre au ya katekista, una shida yoyote utasikilizwa paka usali kanuni ya imani, watu wengi hatutakuja hatutakuja maofisini kweli, sababu wengi hatujui kusali kanuni ya imani wakati tunapiga simu tu. Kwa hiyo papa anapaswa kusimamia haya, kuwafanya wakatoliki wote duniani wanajua kanuni ya imani. Sasa hiyo kazi afanye peke yake? Ndio kuna makadinali, maskofu, mapadre, makatekisa. Papa hawezi kuja na la kwake toka Marekani, China. A, yapo yaliyomfanya awe papa, aje ayasimamie. Jambo la pili ambalo ni utambulisho wa mkatoliki ni sakramenti saba na visakramenti. Kila mkatoliki lazima ajue kuna sakramenti saba na visakramenti, na azijue kuzitaja, na azitaje kwa utaratibu uliowekwa, sio kama maembe yanaanguka, ya kwanza iwe ya saba, ya saba ya pili, ya pili ya nne. Hadapa anatoa homework kwa njia ya mtandao. Kama unajua kutaja sakramenti saba, nitajie, nitumie Enye namba yangu ya sifuri saba tano tano ishirini na tatu themanini na moja hamsini na tisa. Nitajie bila kuchanganya ya kwanza kuwa ya tano, ya tano kuwa ya saba. Na watu watatu wa kwanza watakaopatia, mtawapa zawadi, na zawadi hai haisemwi zawadi gani, itakosa utamu. We nitajie. Jambo la mwisho na la tatu mamlaka funzi, imejirudia tena. Ili uonekane wewe ni Mkatoliki, lazima ujue, kwa mimi nasali jumuia fulani, kigango fulani, parokia fulani, jimbo fulani, askofu wangu fulani, na ujue kutamka kwa usahihi jumuia mtakatifu Antoni wa Padua, kigango cha Maximilian Kolbe, parokia Yohana Mbatizaji, askofu wangu anaitwa Faza jina lake. Kama ni washirika kule mwisho unamalizia cheo chake kile kifupi cha shirika lake, kwa mfano OSB. askofu wako anaitwa nani? Lazima uanze kusema muhashamu askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam Judas Tadeus Luwaichi O F M K yaani, hapo ndo unajua. Eh, lazima ujue kama ni padri wa shirika. Je, wa shirika gani? Kama ni askofu ni wa shirika wa jimbo. Kama ni wa shirika, lazima utaje shirika lake. Kama ni wa jimbo, una haja kusema shirika, sababu wa jimbo ni wa jimbo. Na je ni jimbo kuu au sio jimbo kuu? Kwa mfano rafiki yangu wa wa eh, askofu wa Morogoro, ukiambia taja askofu wa jimbo la Morogoro, utasema anaitwa muhashamu baba askofu afu jina lake mwisho unamalizia na cheo. Yule ni msalvatorian anaitwaje? ni natoa homework kwa watu wa Morogoro mnaonisikiliza muda huu. Askofu wa Iringa, Iringa ni jimbo kuu au ni jimbo la kawaida? Maana Tanzania tuna majimbo makuu saba. Je, unayajua? Hebu nitajie, nitajie. Kwa hiyo usiache kutaja shirika, kama askofu ni washirika padre wa shirika Mkatoliki asiyejua hata ametoka jumuiya gani ya mtakatifu nani? Huyo sio mkatoliki huyo, ni magumashi. Kuna akatoliki hawajui hata majina matatu ya paroko wake. We unayajua? hebu nitajie majina matatu ya paroko wako kama unayajua. Kwa hiyo papa hata kama akitoka Cuba, akitoka Somalia, akitoka Irani, papa atoke nchi yoyote, ataongozwa na nguzo kuu tatu, atazisimamia, na atakuja kusimamia mambo matatu yanayowafanya Wakatoliki duniani waonekane huyu ni kwa hiyo hakuna hofu wala rabsha rabsha. Kanisa hili, Bwana Yesu alishamwambia Petro, alishamwahidi Petro na kumthibitishia kwamba wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Leo shetani anapambana, anatumia mpaka mziki wa singeli kutangaza dini zao ili tu kuwafanya Wakristo waache imani. Kuna wimbo mmoja unanikera sana, wasingeli wanaimba mapenzi hisia, katoto ka mchungaji kamekubali kusilimishwa. Yaani ya, hii ni kashifa, ni aina fulani ya kuhamasisha watoto wa kikristo wa wa wamwache Yesu, mpaka singeli imetumika Asingeweka neno lingine, nyimbo isinge hit. Nimepiga marufuku wimbo huu nyumbani kwangu. Nikimsikia mtoto yote anaimba wimbo huo anakula bakola, na serikalini ntajibu mimi. Yaani zinatumika mbinu za kila aina hadi kwenye singeli, eh? Waliingia uwanjani na sanduku kukejeli tu imani yetu. Tumetulia mmoja juzi mchekeshaji eh, ameenda kufuturu kapewa chakula kapiga ishara ya msalaba kwa mkono wa kushoto yaani, eh, kukufuru tu, kudhihaki imani yetu. Tutaendelea kukaa kimya mpaka lini? Kuna siku tutaamka, tatia watu bakora, hawataamini sababu, na sisi ni binadamu, sio malaika. Tukutane hapa hapa Haradali Media, imani ndogo inatosha. Naitwa Damian Moses Ndimbo, ubarikiwe mpaka ushangae.